Bwana na mwanamke yaani, lipatana naye sehemu nyingine. Hapo juu hapo tunaita sibui changae, siui madib hapa katikati hapo, kama unaenda shimoni. Sasa mwanamke iliongea naye vizuri, kaeneasomaja mjomba wako, bado sijaoa, ndio niko kwenye harakati za kutafuta mwanamke nioe. Sasa bwana mjomba nilikutana na yule mwanamke tulisalimiana vizuri. Akamwambia mm. mimi naomba japo dakika 10 kuzungumza. Ndio. Yule yeah. mwanamke akubali. Akatafuta mahali pa kaa. Kwa hiyo tukaongea eh, tuka vizuri mm. kaelewana. Anasemaje? Akasema kwamba ah mm. ni bwana mimi nimuuliza huko na mtu pengine mchumba kwanza haja kwa la dakika mm. Wala ana mvulana yote. Eh, haja wala hata haja yote aju kuhusiana na wanainiobasi saaasa mimi nilikuwa sawa. Sasa mimi mm. sasa mm. ni kwa wakati kwamba wazazi wangu kila asubuhi kila kunapokucha wananiambia kwamba wao nataka kuona. Kwa hiyo katika pitapita zangu hivi nilipokuona wewe, mimi nimekuona kabisa wewe wafaa kwa kwa eh mama watoto wangu Je, wasemaje? Akafanyaje yule mwanamke bwana? Mm. Mjomba alikubali, alikubali kabisa. yeah. Nanda sawa, lakini ndoka. mm. nije nione kwenu ndio, alafu nitakupeleka. yeah. nyumba. mm. Nyumbani ndio, mm sawa. -hmm. Mjomba, mwanamke nikukuja naye nyumbani kwa asubuhi, asubuhi yeah. akaa pale, nikamwonesha mazingira ndugu zangu, wewe mm. likuwa haupo. oh, nilikuwa nimeenda shuo. yeah kamonyesha mazingira pale mtaani, bali vile alivyo. Mama wangu kajua mimi nimepata mwanamke. Mjomba, nje, nikatana naye, kachana naye mambo mengine. Mungu kazunguka zangu kule hmm. Nilivyorudi mjomba, mwanamke yuko tofauti na vile kuwa nimemwacha, amebadilika, amebadilika kabisa mimi mazingira sijayapenda, kufupi yani, mazingira mimi sijayapenda, yani pale tunapoishi pale kwetu, yani hajayapenda. Naomba sasa, hujayapenda wakati ya mazingira? Hapa ndipo nyumbani nilipozaliwa na ndipo nilipolelewa, nimesomea hapa. Sasa wewe hujakubalia mazingira, na kule tumeongea vizuri, tumeelewana. Kwa nini yeye anatarajia mtu aina gani mjomba? Jibu lipo, muuliza hivyo. Sasa anaambia bwana, mimi nilikuwa nafikiri kwako wewe ni mali nzuri, nyumba nzuri, ndio nyumba iko na choo ndani kila kitu. He, lakini kumbe hata yani hakuna chochote cha maana. Nikamwambia, sikiliza, kwa hiyo mm -hmm. kama alikuwa unahitaji mtu namna hiyo mm -hmm. basi haina shida, bora tu He, nenda zako. yeah. Tukaja tukaumizana kabisa tukatiana vidonda yeah. vya tumbo fanya mm -hmm. hivi kabla hujamaliza siku mbili tatu wiki wewe mm -hmm. bora uende basi kama seka moja aliendam mo. Nyumba yule mwanamke alienda mm -hmm. Lakini akite alipoenda yule alikuenda, alikuenda. Mm -hmm. Yaani kuna mtihani alipata mtihani mtihani wa vipi? Kwa sababu nilikuwa na namba yake Ndio. Alienda huko alikuwa Alafu. Yaani maana kama yeye mwenyewe alienda lakini bado ile roho yake Unajua mali za kwa ya mazingira ya ruhusu lakini ukiangalia ukiangalia mtu yuko sawa. Roho ana roho mbaya, roho yake nzuri tu anakuhudumia vizuri kabisa. Ah. Bwana mwanamke anipigia simu. Ah. Anambia, oh, mimi wali mm. nilipata mwanamke mwingine huko lakini huyu tunafanya kulazimisha tuna wazazi wangu ah. kumpenda. Eh, haja mpenda. Haja mpenda lakini yalazimishwa. Na wazazi wake aolewe na mwanamke kwa sababu iko na nini? Yeah. Lakini sasa alivyofuatilia zile skendoli zake za yule mwanaume akapata kuna wanamboa huu mwanamke kweli, kuna pesa, kuna mali, lakini, Mw. Mw. na mali lakini maisha hutoyaweza kwa sababu mwenyewe hapa nyumbani Mw. taimu anazofika nyumbani za kuchelewa, alafu akirudi amelewa, yani mambo yake haeleweki. Alafu sasa akiulizwa anasema bwana, niacheni na maisha yangu, maisha nimeazoea na hakuna mtu anaweza nibadilishe. Eh, kwa sasa ikampelekea na bwana akaachana na na hizo zile tabia yani alielezea wazazi wake na wazazi wake walifuatilia wajua ni kweli. Kweli sasa mwanamke bwana anataka kurudi. Je, mjomba wewe unasemaje na kulingana na wewe umejaribu kulainisha moyo ukamkubali ama bado unafikiria? Mimi yani, nafikiria roho moja, yani yaani kiupande nakubali, nakubaliani nirudiane naye, lakini kiupande mwingine nasema ukatae, njaribu kumfuatilia kwanza kiundani. Je, anarudi kwa roho safi ama anarudi pengine ana malengo fulani ama vipi? Unajua watu ambao na iwapo na utampatia nafasi labda uenda alikuja na lengo la kuweza kumaliza kabisa na kusambaratisha. Na ndivyo ninavyoona unavyoongea unapu, mm, inaelekea kwa kweli. Na unaweza jaribu kumchunguza kwanza mm, ili uone labda alikuwa na nia gani, ama kule alikotoka, uwezi jua alifukuzwa ama alifanya nini. Ni kweli mjomba, wacha mi nitafanya ama wazi wako sawa sawa.